Nikafika zamu yangu ya kuzungumza, nikiwa katikati ya kujenga hoja yangu ambayo ndo nilikuwa naizungumza, nikakatishwa. Nikawambia makamu, ili unielewa vizuri na upate uhalisia vizuri, nipe muda nizungumze. Akasema kaa chini. Nikasema utende haki, nisikilize, naomba unipe muda nikusimlie vizuri ili jambo kwa sababu unatakiwa ulijue kiundani. Akasema kwamba kacini. Nikasema sawa, mwenyekiti, lakini tunaonewa, naomba utusikilize. Akasema toka nje. Nikasema sawa basi, wangu natoka Leo nipe nafasi nizungumze. Nikamtumia message Heche, moja kwa moja hakunijibu, lakini akaagiza nirudishwe kwenye kikao. Kwa maelekezo niliyopewa, wakatoka watu kuja kunifuata nje, nikiwa nimekuja kuchukuliwa nje ili nirudi kwenye kikao, nikamalizia na usalama misi mfao akajitokeza na manywele kama marasi amepanda hewani, akatoka na kimbia mlangoni kabla mi sijaingia. Yani, ile mara ametoka kunichukua nje, nataka kuingia, ndo akanikimbilia, akanipiga ngumi kichwani. Ah. baja hapo ndoa wengine wakaingilia, nikazima ku mdo mfupi, mimi sikujitambua. Nimekuja kujitambua nimeshikiliwa na watu. Bahati nzuri, kumbe wakati malumbana yale yanaendelea, jeshi la polisi lilikuwa kwenye doria, jeshi la polisi lilikuwa kwenye doria ya kawaida. Usiku kumbe, walisikia zile kelele tunazolumana pale nje